Saumu ya mtume alayhi salatu wasalam kunako ashura au saumu ya ashura, ambayo ni saumu inapatikana tariki kumi mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Hadithi ya ibn Abbas, Allah amridhi, kwamba mtume alayhi salatu wasalam qadima almadinata fawajada alyahuda siyaman yauma ashuraa, mtume amekuja Madina akawakuta mayahudi wakisaumu siku ya ashuraa.

Hadha yaumun adhimun, hii ni siku tukufu. Anja llahu fihi Musa waqaumah, ni siku ambayo Allah amemwokoa Musa na watu wake. Wagharaqa Firauna waqaumah, na akamwangamiza Firaun, akamzamisha Firaun na watu wake. Fasamahu Musa shukra Musa akawa akiswaumu hii siku kwa ajili ya kumshukuru Allah. Fanahnu nasumuhu, nasi pia tunaiswaumu kwa sababu Musa ameiswaumu. Faqala Rasulullah, Mtume alayhi salatu wasalama akasema: fanahnu ahaqu wa aula bimusa minkum, sisi tuna haki zaidi na sisi ni aula zaidi kwa Musa kuliko nyinyi, faswamahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa amara bisiyami, Mtume alayhi salatu wasalam akaswaumu hiyo siku na akaamrisha watu waiswaumu ambayo ni tariki kumi ya Ashura. Hadithi ikaipokea Muslim. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, somi yauma Ashura, ataasi bi Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ladhi swama saumu siku ya Ashura kwa ajili ya kumwiga Mtume alayhi salatu wassalam ambaye yeye mwenyewe pia kasaumu hiyo siku. wa huwa lyaumu lashir min shahri muharam, nayo ni siku ya kumi ndani ya mwezi wa Muharam, ambao ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu. wasum maahu yauma tasi min shahri muharam, na usaumu pamoja na tarehe tisa, yani saumu siku mbili, tarehe tisa na tarehe kumi na hii ni kwa sababu ya kujitofautisha na Mayahudi. Wao wanaswaumu tariki kumi, wao swaumu tisa na kumi. Na haya yamethibiti kwa hadithi ya ibn Abbas aliposema: hina sawama rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawma ashura wa amara bisiyami, pindi Mtume alayhi salatu wa salam alipo swaumu hii siku ya ashura na akaamrisha watu waiswaumu. Qalu alu ya rasulullah, wakasema we mtume wa Allah innahu yawmun yaw, tu'azzimuhu alyahudu wan-nasara, hakika hii ni siku ambayo mayahudi na manasara wanaitukuza. Mtume alayhi swalaatu wa salaam akasema fa idhaa kana al-aamu al-muqbilu, ikiwa mwaka ujao, yani nikidiriki mwaka ujao insha Allah, sumna al-yawma taasi', basi Allah akipenda tutasaumu tarehe tisa 9 akasema. mpokezi wa hadithi akasema, fala miyaati laamu almuqbil hatta tuwfi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, rawahu Muslim. ule mwaka ujao ukawa haukufika, ule mwaka ujao ukawa haukufika, bimaana mtume akawa amefariki ndani ya mwaka huo ambao aliosema kwamba mwaka ujao tasaumu siku mbili. I'lam anna siyama ashura takfiru lissanati allati qablaha, elewa kwamba katika fadila za saumu ya ashura inafuta makosa ya mwaka uliotangulia. Fahris rahimakallahu ala siyamihi, basi harakia

kwamba saumu ya Ashura hii inatarajia kwa Allah subhanahu wataala, hufuta madhambi ya mwaka wa kabla ya hii ya huo mwaka uliokuwa ndanimo, yani mwaka wa kabla. Mfano hivi tuko mwaka 2000 eh tuko mwaka 1440 na sita umesaumu Ashura, bimaana unafutiwa dhambi za mwaka wa 1445

Imesuniwa kwa mwislamu kuswaumu kabla yake siku moja au baada yake kwa ajili ya kuwakhalifu mayahudi kuna kuswaumu yao, bimaana ufunge tarehe tisa na tarehe kumi au ufunge tarehe kumi na tarehe kumi na moja kwa hadithi ya Ibn Abbas, Mtume عليه الصلاه والسلام anasema Sumu yawma ashuraa. So, eh, fungeni siku ya Ashura wa khalifu fihi al-yahuda na muwakhalifu mayahudi katika hiyo saumu yenu, saumu kabla hu yauman, fungeni kabla ya ile siku ya Ashura, fungeni pia siku moja, bi maana tarehe 9 na tarehe 10, au baada hu yauman, au msaumu baada yake siku moja, bi maana mfunge tarehe 10 na tarehe 11. Yani una khiyari, ima tarehe 9 na tarehe 10 au tarehe 10 na tarehe 11. Hadithi amepokea Imam Ahmad, lakini ni hadithi iliyokuwa dhaifu. Hadithi iliyokuwa sahihi ni hadithi ya kusema kufunga tarehe tisa na tarehe kumi. Ama tarehe kumi na tarehe kumi na moja hiyo ni dhaifu. Lakini baadhi ya wanazuoni wakasema, kama malengo ni kuwahalifu Mayahudi, basi hakuna ubaya kufanya hivyo. Dhaba Ibnul Qayyim rahimahullah: ila anna ila an yusama yawma qablahu wa yawma ba'dahu

Na wa kutokana na swaumu ya Ashura inakuwa haiwezekani kuiwekea badala yake kwa nyingine, ikiwa kwamba utakuwa umepitwa na ile siku, basi tukawa tumeamrishwa tuweze kuongezea kwa siku kabla yake na siku baada yake, yani siku tatu. Qultu, akasema qultu Akasema Ibn al-Qayyim, wa lam yathbut fi siyam thalathati al-ayyam ay dalil ay dalil, haijathibiti kwenye saumu, haijathibiti kufunga siku tatu za Ashura dalili yoyote, ay Ashura wa yawm qablahu wa yawm ba'dahu, bi kufunga ile tarehe 10 ya Ashura na kufunga siku ya kabla yake ambayo ni tarehe tisa

Haijathibiti dalili hata moja ya kusema kwamba itakapofika siku ya Ashuraa mtu awe ni mwenye kujiachilia na familia yake vyote. La, haijathibiti. Yaliyothibiti ni kuswaumu. Mtume anasema man wasaa ala ahlihi yauma ashuraa wasaa Allahu ala ahlihi tula sanatihi, yule ambaye atakaeipanulia familia yake upande wa matumizi na vinginevyo siku hiyo ya Ashura, basi Allah atapanua kwenye familia yake hiyo kwa masafa au kwa muda wa mwaka mzima. Kama umehudumia familia yako vyema ukapanua riziki ukawaemelea ipasavyo ukawafurahisha hiyo siku, basi elewa kwamba utapata hayo kunako muda wa mwaka mzima. rawahul baihaqiyu fi shu'abi wa lil hadithi turuq, na hadithi na njia zake zilizokuwa nyingi. Imamu Sahawi akasema, idha dhumma ba'duha ila ba'd izdadat quwwa, ikiwa hadithi hizi zitakusanywa zikajumuishwa pamoja zinaongezeka nguvu

Hakuna sanadi hata moja ambayo imekoswa ndanimo na mpokezi ambaye ni maturuki aliyeachwa dhaifu sana, au mutahamun, au aliyotuhumiwa kuwa na sifa ya uongo fala yutamad yu alayhi. Kwa hiyo hadithi hii ni dhaifu, wallahu alam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Kwa hiyo hii hadithi ambayo tumeona ya kusema kwamba ambaye atakayepanulia familia yake, bi maana katika ya Ashuraa, yani mtu akazidisha zaidi hata agisi siku zingine, alikuwa anafanya hii hadithi eh, tumisema kwamba vile ni dhaifu sana, haijathibiti.